yako ni wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida wapo tayari kukusikiliza dakika tunazokupa ni tatu, lakini ikitokea kama kuna maswali yatakuwa ni matatu kama yapo, na kama hakuna basi tutakupa fursa ya kuomba kura. Karibu. Asante ndugu mwenyekiti wa kikao, nashukuru sana uku usimamizi wa Viva vijana viva, viva! Awali ya yote jina langu naitwa Zulfati Ali Muja, ni mgombea wa mwenyekiti wa vijana mkoa wa Singida. Ndugu zangu, nimegombea nafasi hii ima nimeomba nafasi hii kwa lengo la kuja kusaidizana na vijana wenzangu wa mkoa wa Singida. Lengo letu ni kwenda kuhakikisha tunajenga mshikamano, amani, upendo baina yetu sisi vijana wa mkoa wa Singida ili tuweze kusemeana vizuri katika fursa mbalimbali ambazo zinawagusa vijana hasa wa mkoa wa Singida. Ndugu zangu wajumbe, jambo la pili ni kwa sababu gani nimegombea nafasi hii? Ni kwa sababu mimi tayari nimepitia katika nafasi hii ya mwenyekiti, nimetokea kwa mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Ikungi. Nazielewa changamoto zetu ambazo tunazipitia sisi kama vijana, ambazo sisi vijana kuna fursa mbalimbali tunazikosa kulingana na kukosekana kwa kusemewa. Ndugu vijana wenzangu, niwaombe mnipe imani yenu, nami nitawalipa imani kwa kuwasimamia, kuwasemea, kuwaunganisha, kuhakikisha kila kijana wa mkoa wa Singida anaenda kuwa mmoja na wenzake, kuzipigania fursa, kuzipambania, kuzipata, kuzifanyia kazi. Naenda kuhakikisha vijana wa mkoa wa Singida tunakuwa kisiasa. Alisimama mwenyekiti wetu wamoja mmoja, vijana akasema ni tano tena, ni kwa rais peke yake kwanza, udiwani, ubunge. Sisi vijana tunalo jukumu la kwenda kugombea. Ninawahakikishia, mkinikopesha imani yenu, ninaenda kuwasimamia vijana kwenye kata waliomba udiwani, lakini vijana ambao watajitokeza kuomba nafasi za ubunge, chama chetu kimesema kutarudisha majina matatu. Nitahakikisha kama mwenyekiti ambaye mtanipa dhamana hiyo kwamba katika majina matatu jina mojawapo uliwe liwe la kijana. Lakini ndugu zangu, tunaenda kuhakikisha kila kijana anakuwa kiuchumi kimakundi kimoja moja, moja, tukitambua mkoa wetu wa Singida zipo fursa mbalimbali, hasa za kilimo, ufugaji na mkoa wetu umebarikiwa kuwa na sekta ya madini, na naowahakikishie wilaya niliyotoka mimi tunayo migodi mikubwa unaitwa Shanta Maini, wilaya ni kwangu vijana wangu wananufaika na ule mgodi. Lakini kwani nafasi yangu hii ya mwenyekiti nilipoingia Ikungi kulikuwa kuna mradi, leo tunao mradi wa matofali ambao unajenga shule za serikali, vituo vya afya vya serikali ndani ya wilaya yetu ya Ikungi. Umetokana na moja vijana sisi. Moye sisi moye, jamani, kuna maswali, kuna swali moja sipo, tafadhali ni wilaya gani maswali? Na ma waliojoosha mikono tafadhali wasimame juu, maana yamko nyuma wengine si waone. Wako watatu, naomba hu wote mbele hapa waliouliza maswali. Tuanze na mmoja, tuanze na mmoja aliye huko mbele wako an, tunaomba maswali matatu samani. Hebu hebu subirini kwanza, wilaya ya Iramba hawakuuliza maswali kama mtakumbuka, si ndio? Haya, sogea mbele. wilaya Singida mjini na wilaya Singida vijijini waliuliza, si ndivyo? si ndivyo? mjini waliuliza, si ndio? Haya, namwomba Singida vijijini Haya, kumeza ku tafadhali. CCM Oyee! naomba kipaza sauti kiende kwa mmoja wao ape yes, anza na yeye. CCM Oyee! utaratibu wetu ni ule ule, swali ni akiulizwa swali anajibu kwa dakika moja, si ndivyo? Haya, asante. Nina swali kwa mgombea. Jitambulishe kwanza kwa majina. Anaitwa Mohamed Yusufu Sefu, ni katibu wa CCM kata. Swali langu kwa mgombea, maelezo ya mgombea, anaonekana amehudumu siasa katika wilaya ya Kundi kwa takribani miaka miwili na amehudumu siasa yake vizuri kabisa. Wasiwasi wangu kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi lakini pia tuna mwenyekiti wa Chadema anayetokea Ikuni. Je, tukimkabidhi nafasi hii wakati alikuwa anaimudu nafasi vizuri akasogea mkoani na akaacha pengo hili kwa muda huu, na muda huu ni uchaguzi, au ni kwamba tunaweza tukapata kashikashi hapa katikati? Swali limeisha. Haya, dakika moja. Aa hilo swali na nadhani lisijibiwe kwa sababu chama ndio kimeona kimletea kobele. Chama yeye anajaza ye, ye, form akaomba nafasi, chama kimeona kwamba anafaa kuja kugombea Sawa? CCM oyee! CCM oyee! Nina CCM oyee! Wajumbe, ninaombeni utulivu ili turuhusu swali la pili. Nashukuru kwa mwongozo. Anayefuata, sisiemu oyo. Mimi, kwa majina naitwa John Wilfred Jido, ni mjumbe mkutano mkuu kutoka wilaya ya ndugu. Mgombea, awali yote nikupongeze kwa jina lako. Kurudi swali langu, na swali langu tajikita hasa kwenye uchaguzi wa mkoa. Mwaka huu tuna uchaguzi mkuu asilimia kubwa sana kwenye uchaguzi mkuu, vijana wao wanaanza kuamama, vana wanaenda chama A eh, wanaenda chama B, wanaenda chama C si. Sasa swali langu, utatumia mikakati gani katika kuhakikisha vijana wa mkoa wa Singida wanakuwa kitu kimoja ukipigania chama cha mapinduzi na kuhakikisha chama cha mapinduzi kinapata kura za kutosha kama ulivyofanya kipindi cha nyuma kutoa kwenye wilaya ya Ikungi ukaisambaratisha Chadema paka sasa hivi. Asante sana. Nikakuuliza swali kwanza, na kushukuru sana lakini, pia napokea pongezi zako, ndugu zangu, vijana wenzangu wa wilaya ya Ikungi ni mashahidi, tulikuwa kwenye uchaguzi 2024 wa vijiji na vitongoji kufika katika mkoa wa Singida ambayo na ni wilaya ambao wanasema ya upinzani wa Chadema. Lakini leo hii wilaya ya Ikungi tunasifika kwamba wilaya ya kwanza mkoa wa Singida Chama cha Mapinduzi. Leo katika uchaguzi ule 2024, wa 2024 wa vijiji na vitongoji, ndugu mwenyekiti na wajumbe, namshukuru Mwenyezi Mungu aliweza kuniongoza nikashirikiana na vijana wenzangu liuu kambi la vijana mia tatu na vijana hao nikawaambia, nendeni mkagombee, nami mwenyekiti wenu nitahakikisha nawapangalia. Leo tunao wenye viti wa vijiji hamsini na moja kati ya mia moja na moja wanaotokana na jumuiya ya umoja wa vijana, lakini tunavyo vitongoji mia nne na kwetu katika vitongoji vile sisimee vijana. Haya, muda umeisha, anayefuata u mimi ni nina swali moja ila lina vipengele viwili kama si tatu. Tafadhali uulize, uulize, uulize, uulize, uulize. swali moja naomba uulize swali moja. Utaratibu wa maswali si ni moja, jamani. Swali moja jamani, si ndivyo? naomba uulize swali moja. Swali langu ni kwamba mkoa wa Singida tulifanya uchaguzi kwa mmoja ya vijana na tulipata kiongozi ambaye of course mpaka sasa hivi tunaona kwamba vijana wa mkoa wa Singida tumeweza kupata kiongozi ambaye ana uwezo wa kutusemea sisi, moja ya vijana kutoka mkoa wa Singida. Lakini baada ya hapo kiongozi ambaye, baada ya kupana tukachagua mwingine, alionyesha utofu wa nidhamu. Sasa wewe ni mdada, tunaomba kujua utatuvusha vipi sisi vijana wa Singida, kwa maana utakuwa vipi mtatago baina ya sisi moja ya vijana wa mkoa wa Singida na viongozi wetu wa kitaifa kuweza kutupatia sisi fursa kama vijana wa Singida? sisi ndugu wajumbe, wajumbe wajumbe wajumbe wajumbe mpo, naombeni utulivu wenu. Sawa. Ndugu Zulfati Ally Muja, nikupe dakika moja sasa ya kuomba kura kwa wajumbe hawa, mkutano mkuu wa mkoa, ili tupishe sasa zoezi la uchaguzi. Karibu. Ndugu vijana wenzangu wa mkoa wa Singida, naombeni mlipe imani yenu, mlikopeshe, na ninawahakikishia naenda kuitumikia vyema bila kubaguana. Tunaenda kujenga kitu kimoja, na ninawahakikishia nitakuwa mwenyekiti wa mfano ulio bora, kuhakikisha vijana wa mkoa Singida tunasomeka katika picha iliyo njema. Ninaweza, nia ninayo, uwezo ninao ni vijana wa Ikungi na imani, mkoa Singida, nitafanya vizuri zaidi ya nilivyofanya Ikungi. Naombeni sana kura zenu, kaka zangu, dada zangu na ndugu zangu, katika imani ya Chama cha Mapinduzi. Nipo tayari kuwatumikia kwa moyo ulio moja na moyo ulio thabiti na moyo ulio wadhati, na namuomba Mwenyezi Mungu anijalie katika kuwaongoza nyie, kwa sababu tunaamini uongozi, Mwenyezi Mungu ndiye anayeutoa na yeye ndiye anayeamua upungukiwe. Barikiwe, naombeni sana buraze, naitwa Zulfati Ally Muja, jina langu ni namba nne. Sitowaangusha, niamini, nami nitawalipa imani Six. Six. Six. Six. Six. Six. Six. Six.